Washukiwa sita wa ulanguzi wa mihadarati wamefikishwa mahakamani huko Shanzu, kaunti ya Mombasa. Sita hawa ambao ni raia wa Iran walipatikana na shehena ya mihadarati yenye thamani ya shilingi bilioni nane kwenye Bahari Hindi. Hata hivyo, kesi hiyo imeahirishwa hadi hapo kesho baada ya upande wa mashtaka kutilia shaka stakabadhi za mkalimani kwenye kesi hiyo. Walifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Shanzu, Antoni Mushigi kujibu mashtaka ya ulanguzi wa mihadarati baada ya kukamatwa Jumamosi na zaidi ya kilo elfu moja za dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni nane nukta mbili. Ila kesi hiyo imeahirishwa hadi kesho baada ya upande wa mashtaka kutilia shaka mkalimani, stakabadhi zake na ufahamu wa lugha wanayotumia washukiwa hawa. Hakimu wa mahakama ya Shanzu Antony Mushigi katika uamuzi wake ameamuru mkalimani huyo kufika na cheti cha kusafiri hapo kesho.

So that there is no bias. Kando na uamuzi huo mahakama ya Shanzu pia inatazamiwa kutoa mwelekeo kuhusu la makacheri wa DCI kupitia afisa Shadramei katika kiapo alichotaka mahakama kutoa ruhusa ya kitengo cha kukabiliana na mihadarati nchini kuchunguza simu tano na satellite moja ya mawasiliano ili kubaini endapo wapo washukiwa zaidi ambao wanapaswa kukamatwa nchini na mataifa ya nje. Katika kiapo cha afisa huyo, amewataja washukiwa hawa sita raiya wa Iran kama washuki wa sugu wanaosakwa na mataifa mbalimbali mbali. Upande wa uchunguzi pia unataka muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi ambao wanasema huenda ukategua kitendawili chani ya kina nani walikuwa wanapokea dawa hizo za kulevya zenye thamani ya mabilioni ya fedha. Francis Mtalaki.